Shirika tukufu la Idena linafanya kazi na litaendelea kufanya kazi, na mpaka sasa mnaona harakati zote zinafanyika hapa makaburini yote, ni shirika tukufu la Idena ndio linafanya kazi hizi. Naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, rehma na amani zimwendee bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. hiini Ini Al Huda TV Burundi Leo nimepata nafasi ya kuja kutembelea tena hapa makaburini kuziona kazi kubwa ambazo ndugu zetu wa Idena wanafanya. Mungu aendelee kuwabariki. kazi kubwa ni hii kama unavyoona, ndugu zetu ambao wamelala hapa. haya ni makaburi watoto kwa wakubwa. Bado ndugu zetu, unaona wanafanya usafi ili kuhakikisha kwamba pori hilo unaloliona lizidi kuondoka. Bado tutaendelea pia kuwaomba Waislamu wajitoe muhanga ili kuendelea pia kutia ufanisi na ubora katika shirika la Ide na. Mungu akubariki, Shekh Songoro pamoja na kamati kwa ujumla katika kazi kubwa ambazo Shirika la Idena linaendelea pia kupambana nalo. Mimi ni Hamza Mahane Al Huda TV Burundi, nazidi kukuonyesha kazi kubwa ambayo Idena inafanya katika nchi yetu ya Burundi. Ni moja katika mashirika makubwa sana, na kazi kubwa ambazo wanaendelea kuzifanya katika nchi yetu hii ya Burundi. Na kama nilivyokueleza kwamba leo tuko hapa katika malaloni au makaburi haya ya Kiislamu ambayo yanapatikana hapa Bujumbura Mbanda, nikaona nisiondoki bila tujapata angalau na saha na kuuliza wale ambao wana utaalamu wa kufika maeneo haya. Nimemleta hapa mbele yenu ni mwalimu wetu Sheikh Sudi, ana experience ya kutosha sana katika maeneo haya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa wa rahmatullahi wa wa barakatuh ya habibi. Imamu, kama unavyoona kwamba pori ni lingi na, lakini juhudi na jitihada ambazo zinazofanyika na shirika la Idena linahitaji pongezi iliyokuwa kubwa sana, lakini bado tunakuona huko katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba maeneo haya angalau jamii, siwezi kupasahau, ningetamani kwanza tuanzie hili kwanza katika shirika la Idena kwa kazi kubwa ambayo inafanya hapa Bujumbura. Naam, alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah, wa baada, ni kwamba shirika tukufu hula Idena linafanya kazi na litaendelea kufanya kazi na mpaka sasa mnaona, harakati zote zinafanyika hapa makaburini yote, ni shirika tukufu la Idena ndio linafanya kazi hizi. Insha Allah inabidi Waislamu kuliunga mkono kwa wingi kutumia juhudi iliyokuwa kubwa, waislamu watoe nguvu zao, waislamu watoe mali zao katika shirika tukufu la Idena. Idena ni shirika ambalo liko barabarani, kwa maana liko uwanjani, linafanya kazi kuhudumia jamii, na Idena ni shirika ambalo lina ofisi. Yoyote ambaye atakayekuwa na mchango wake, anataka kutoa, ofisi iko pale pembeni ya zone Buyenzi, anaweza akaenda pale akatoa mchango wake inshallah, ili kazi za Mwenyezi Mungu ziweze kuendelea inshallah. Na tumalizia neno lifupi, Shehe Sudi, watu tunaona wanafariki na kwamba mkubwa na mpaka mdogo, nini ambacho unapokuja hapa sana makaburini, wanatamani kusikia angalau na saa yako fupi katika hili Ndiyo, ni kwamba nasaha yangu fupi ni kwamba kifo kama kifo ni kitu ambacho hakitazami umri wa mtu, mdogo mkubwa, mpaka mimba, mimba inaondoka. La msingi ni nini, tuyafanye mazuri yatakayotusaidia baada ya kufa kwetu, hilo ndilo la msingi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu mwenye busara ni yule ambaye anayefanya hesabu ya nafsi yake na akayatenda mazuri yatakayomsaidia baada ya kufa, inshallah. Mimi ni kushukuru ambao unaendelea pia kututazama, ningetamani utie neno lako kama ombi kwa waislamu ili tufungie hapa. Naam, ombi kwa waislamu wote. Masha Allah, ni ile Mwenyezi Mungu anasema e, tumikeni, hakika Mwenyezi Mungu atayaona yale mnayoyafanya. Kwa hiyo tufanye kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili yale mazuri tunayoyafanya tuyakute mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shukrani. Neno lake anasema tufanye kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nasi tuko njiani na tunaendelea pia kuifanya kazi sote kwa pamoja. Ya Mungu atubarikie katika maisha yetu na atupe mwisho leo kwa mwema. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda, mwongozo wa jamii.